Kwa majina, naitwa Yaled Jimson Mlyuka. Ni mtiania nafasi ya ubunge katika jimbo jimbo la Wanging'ombe nimechukua fomu tangu tarehe 29 na nimeenda nimezijaza kwa usahihi na ueledi mkubwa. Leo tarehe tarehe mbili mwezi huu wa saba nimekuja kurejesha fomu. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri taratibu nyingine za chama ziweze kuendelea. Baada ya hapo tutakuwa na mengine ya kuzungumza kama Mungu akijalia, tukapata nafasi, basi wanajimbo la Wanging'ombe wategemee watapata wa, yaliyo mema zaidi. Sasa huu mchakato ni mzuri zaidi ambao unakuja mwenyewe, unachukua fomu, unaenda unaijaza, unairejesha vizuri kabisa. Kwa hiyo wa, wanachama na viongozi wa chama wakae wasubiri wakati wao, wakipata nafasi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kutoa kula za maoni. Utaratibu umekuwa mzuri, katibu amekuwa vizuri, amekuwa ni, ni, ni, ni mkarimu kwa, kwa lugha nyingine, ametupokea vizuri, ametusikiliza vizuri na ameshauri vizuri. Hata fomu navyorudisha, anaweza anazikagua vizuri sawa na uhakiki kama umejaza kwa usahihi. Kwa kweli utaratibu wa chama kwenye jimbo letu la Wanging'ombe hakuna shida kabisa.